Na madaktari bingwa wa macho, madaktari bingwa na bingwa wa odezi wa magonjwa ya moyo, madaktari bingwa wa uh, upasuaji wa mifumo ya mkojo, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, kwa maana ya internal medicine, madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, madaktari bingwa uh, wa magonjwa ya akili na mengineyo mengi tu ambayo tumekuwa tukiarusha kwenye vipeperushi mbalimbali. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwanza kabisa kuwapa taarifa wananchi wa nyanda za juu kusini kwamba huduma hii itakuwepo kuanzia tarehe tano hadi tarehe tisa Mei 2025, lakini pia nitoe wito kwamba hii ni fursa kipekee kabisa kwa wananchi kuja kutatua changamoto mbalimbali za kiafya kupitia kambi hii maalum ya madaktari bingwa Mama Samia ambayo itafanyika hapa hospitalini, hospitali ya uh, hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya. Aidha, uh, hii pia ni, ni, ni fursa ya kuweza kuishukuru serikali kwa sababu serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya, kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Tunakumbuka kwamba hatukuwa na uwezo wa kufanya CT scan. Hivi sasa uh, tunao uwezo wa kufanya vipimo vya CT scan na vipimo vingine vingi vya maabara ambavyo katika kambi hii pia vitakuwa vinapatikana. Hivyo ni fursa kwa wananchi kuweza kujua changamoto mbalimbali kupitia vipimo hivi na vile vile kuweza kupata matibabu. Sio hapo tu, serikali ya kuishia hapo, zime zimetolewa ajira nyingi sana kwenye sekta ya afya, na sisi kama hospitali tumefaidika kwa sababu tuliweza kupata watumishi 80 wa kada mbalimbali za afya, hivyo tunaona watu hawa walioajiriwa, ujenzi uh, wa miundombinu, upatikanaji wa vifaa, basi iwe ni fursa kwa wananchi kupata huduma hizi. Kwa hiyo tuwakaribishe sana waje wapate huduma um, ili waweze uh, waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku, kwa sababu tunaamini kwamba taifa linajengwa na watu wenye afya, Tanzania lakini hususan Mbeya na tulijipambanua kwenye ilani ya uchaguzi ambayo ilikuwa na peji mia tatu na tatu. Katika ukurasa wa 82 wa ilani ya uchaguzi ya chama chetu tulizungumzia sana sekta ya afya na tulizungumzia hasa kuboresha huduma za kibingwa na bobezi, jambo inalotoka kuwatangazia na kuambia wana Mbeya na wana Nyanda za Kusini na Watanzania kwa ujumla kwamba tunayo furaha kubwa, kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pili kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan mambo makubwa aliyofanya katika sekta ya afya. Ameboresha sana huduma hiyo, na kama mnavyoona leo, mkoa wa Mbeya, kwa kumbukumbu zangu ni awamu ya tatu, tunaendelea kupokea timu ya madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuwahudumia wana Mbeya, wana Nyanda za juu kusini na Watanzania. Sasa mganga mkuu hapa amesema kwamba tunayo kambi ya matibabu inayoenda kuanza tarehe tano mpaka tarehe tisa mwezi wa tano ambayo itawahudumia wagonjwa wa matatizo mbalimbali. Na hapa naomba nifafanue vizuri. Ukisema bingwa ni levo ya juu, lakini ukisema bingwa bobezi ni zaidi ya ubingwa. Yaani maana yake ni wale wataalamu ambao eh, hata ungeenda uh, uende uende KCMC uende, uende Muhimbili uende Jakaya pale kwenye taasisi ya moyo uende pale Mirembe, wote hao utawapata hapa. Sasa nini daktari Samia Suluhu amekifanya? Ameona asogeze huduma jirani kwa wananchi, ili wananchi waweze kuhudumiwa kwa madaktari bingwa wote aliyowataja hapa. Mtaalamu watakuwepo. Wata, wata, wale wenye matatizo ya moyo yaliyoshindikana waje hapa watapata. Wale wenye matatizo ya mifumo ya mikojo yaliyoshindikana waje hapa, timu ya madaktari watakuwepo. Wale wenye matatizo ya akili yaliyoshindikana, timu ya madaktari watakuwepo hapa wenye matatizo ya mifumo ya upasuaji na mengine mengi kama walivyoainisha. Rai yangu kwa wananchi wote wa Mbeya na mikoa jirani ya Nyanda za Juu Kusini, naomba tutumie fursa hii, ni fursa adimu sana. Daktari Samia Suluhu Hassan anakupenda, ameamua huduma hii yote kuisogeza hapa, ili wewe uliokuwa unapata shida ya nauli ya kutoka hapa kwenda Dar es Salaam, ukahangaike kupanga foleni kupanda ghorofa, sasa amesema huduma hii ataileta kwa kuanzia tarehe tano. Naomba tuhamasishane wananchi wote tujitokeze ili tuweze kuendelea kunemeka na kufurahia ganga mkuu hapa amesema. Daktari Samia Suluhu Hassan ametutendea mema sana, chini ya ilani ya uchaguzi ya CCM katika sekta ya afya, pamoja na huduma hizi zinazoendelea kuboreshwa, pamoja na madaktari bingwa na bobezi kuendelea kuongezeka nchini na kuendelea kupewa mafunzo ili kuendelea kukabiliana na tatizo la afya ya wananchi wetu. Lakini bado ameboresha sana kwenye upande wa miundombinu. Ninyi ni mashuhuda, yaanza na hapa hapa kwetu tuna jengo zuri sana la upasuaji la kisasa ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mkono wake hapa. Na leo unaona timu ya madaktari bingwa bobezi kutoka hospitali zote wanaweza kufanya huduma hizi hapa Mbeya. Ni jambo kubwa sana. Ukienda vituo vya afya hivyo ninyi mnajua, lakini ukienda kwa upande mganga, hapa amesema kwamba pia kwa upande wa ajira, yeye anasema hapa tu wamepokea watumishi wapya zaidi ya 80 na mmeshuhudia watumishi mbalimbali wanaendelea kumwagwa, ajira zinaendelea kutolewa ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaifurahia nchi yake. Ninachotaka kuhakikishia kwamba CCM na serikali yake tutaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha yale tulioahidi wananchi yanawafikia.